Mwana ukuu wa mwafrika IBM channel, haiwezi kupita siku bila kumuongelea mwamba Ibrahim Traore, simba wa Afrika, alama ya uhuru wa mtu mweusi, alama pia yasiyowezekana ya kuwa yawezekana, kwa sababu mwamba ametupa uh, namna ya kujiona sisi tofauti na vile tulivyokuwa tunajiona mwanzo kwa sababu mwanzo tukawa tunajiona labda Afrika imelaaniwa labda Afrika Mungu haipendi, lakini mwamba ametuonyesha njia Ibrahim Traore katika yale ambayo amekuwa akiyafanya, pamoja na mengi aliyokuwa akiyafanya, lakini kubwa zaidi, kukata uhusiano wa kidiplomasia wa moja kwa moja na manyang'au ambao ni watu wa nje huku ambao wamekuwa wakiitesa Afrika kwa sababu ya utajiri wa Afrika, utajiri ulioko Afrika. Nenda Kongo, nenda Ethiopia, nenda Somalia kuna mambo mengi yaliyokuwa ya yanaendelea. Nenda sasa hiyo West Africa katika mataifa mbalimbali mbali, ni ushenzi mtupu uliokuwa unaendelea. Ni mataifa yenye mali na rasilimali lakini mali hizi hizi zinawanufaisha manyangao au zinawanufaisha watu wageni kutoka nje. Naenda kaangalie mahali zinakotokea, naenda kaangalie hali ya raia, naenda kaangalie maisha ya raia yalivyo, wanavyosumbuliwa usalama, hakuna makundi ya kigaidi yanasumbua, njaa ina ukame unasumbua, lakini nenda kaangalie kwa manyang'ao ambako sasa wanachota hizi mali kwenye haya mataifa na kwenda nayo na kwenda nazo upande huo wa nini wa Ufaransa huko Ulaya huko, naenda kaangalia, wanaishi kama mbinguni na wanafanya mpaka sasa sisi, huko watoto wetu wa kiafrika watake kutaka kuenda huko, hata kwa njia za haramu, njia za hatari ambazo wengi wanaishia kufa, wengi wanaishia ku, ku, ku, ku, kufia baharini, wengi wanaishia kufa wakivuka mipaka. Ni mambo kama haya, kwa sababu tulikuwa tunajua haiwezekani, lakini mwamba amekuja kutufungua kutoka kwenye huo huo huo usingizi huo usingizi nafikiri, ni kutoka kwenye usingizi wa kifo. Maana usingizi wa kawaida ukiamshwa, unaamka. Ndio maana huwa tukilala, tunaweka alamu kwenye simu, au alamu mwingine ametegesha alamu, amenunua ile alamu kabisa, ambapo sasa ikipiga gede gede gede, tayari mtu ameamka. Lakini Afrika wa Afrika na viongozi wa Afrika ni usingizi wa kifo, tumelala ndio maana unaona sasa, anapoinuka mtu kama huyu aliyefufuka sasa kutoka kwenye wafu, alafu akaanza kutuambia jamani, fufukeni nyinyi, yamjafa ila mmepewa dawa za usingizi, alafu ndio unakuta baadhi ya watu bado wanaendelea na mambo yao. Kwa hiyo huyu ndio mwamba Ibrahim Traore ambaye sasa uh, Ufaransa kumbuka, amepoteza haya makoloni asa, makoloni matatu, ambapo ni koloni la Mali, Bukina Faso pamoja na Niger, watu ambao wameamua kuumba au kuunda umoja wa Saheli, na kwa sasa habari itakuletea baadaye kuwa Ethiopia imeungana nao. Ethiopia songeshangaa ni mbali kutoka hapa kwenye haya mataifa, lakini kuja Ethiopia, lakini Ethiopia imeungana au imeunga mkono au imeunga juhudi awa miamba wa ukanda wa Sahel. Ntakuja kuliongelea hilo vizuri baadaye, lakini leo nataka niongelee kuhusiana na hili kuwa baada ya kuwa awa miamba wamevunja uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, Ufaransa amewatafuta kwa namna zote lakini imeshindikana. Ufaransa alitia vikwazo kwa kupitia ECOWAS. kwa sababu ECOWAS ni mkono wa Mfaransa, ameweka vikwazo vingi kuwa awamiamba wawekewe vikwazo na vikwazo hivi bahati mzuri havikufanya kazi sana upande wa haya mataifa matatu. Ndio maana unaona katika mojawapo ya vikwazo walivyoviweka, kwa sababu hii umoja wa ukanda wa Sahel wametengeneza paspoti ya pamoja na hii itatumika lakini hawa ECOWAS wamekataa kuitambua ile passport. wamesema sisi hatuitambui mkitaka kuja au uh, raia hawa kutokea kwenye huu kanda wa nini, wa Sahel wakitaka kutoka hapo waende kwenye haya mataifa mengine ambayo ni mataifa ya ECOWAS, ambayo bado yako kwenye minyororo ya ukoroni ya Mfaransa, wamesema kuwa ni lazima wawe na paspoti ya ECOWAS. Kwa sababu hiyo paspoti ya AES sisi, biometric paspoti hiyo ya AES sisi hatuitambui hiyo ya umoja wa Sahel hatuitambui, kwa sababu ni vikwazo vile vile ambavyo Mfaransa ameendelea kuwashinikiza au ECOWAS, viongozi wa yale mataifa ambayo bado ni mataifa watiifu kwa Ufaransa wawawekee vikwazo hawa, ukanda huu wa Sahel. Ndio maana iko hivyo. Kwahiyo vikwazo vingi viliwekwa na mambo mengi yaliwekwa, kwa sababu nyuma ya vikwazo hivi yuko Mfaransa. Ndio maana mnakumbuka, Naija ilipopinduliwa na Abrahim Anshiani, kuchukua usukani Ufaransa ikashinikiza mataifa ya ECOWAS kuenda kupigana ili warudishe utawala, uh, wa kidemokrasia wa bwana Mohamed Bazoum. Lakini ni utawala gani wa kidemokrasia ambao unauongelea? Demokrasia ni nini? Kwa sababu demokrasia sio kweli, ni ujinga tu, kwa sababu demokrasia popote inapoingia, demokrasia maana yake unyonyaji umeingia, vita vimeingia, mauaji yameingia. Demokrasia bado ni mfumo wa kikoloni wa divide and conquer ndio maana ya demokrasia, tofauti na hivyo mnavyojua nyinyi, of the people by the people people si, by huo ni uongo ambao wamekuja kuleta. Niambie wapi ambapo demokrasia kulikuwa na vita, ilipoingia demokrasia vita vikaisha? Ila tuna ushahidi mwingi wa mataifa mengi ambayo yalikuwa na amani, lakini once, the moment to demokrasia ilipoingia tayari vita vikaanza, kama Libya, umeona maeneo kama haya. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa mfaransa huyu kwa sababu amepigwa pini sana, na anayeonekana kukazia sana na kupiga pini sana ni mwamba Ibrahim Traore. Kwa sababu ya kupiga pini sana mfaransa huyu Emmanuel Macron akasema kuwa tunahitaji kuwa na uhusiano mzuri na taifa hili la Bukinafaso, eh, turudishe ule unini uhusiano wa kidiplomasia na Bukinafaso ili tuweze kurudisha kambi zetu za kijeshi katika taifa hili la Bukinafaso. Kwa sababu kumbuke, wame jaribu njia zingine za kuweza kutaka kurudi katika taifa hili la Burkina Faso, lakini imeshindikana. Mwamba yuko imara kwelikweli kweli, Ibrahim Traore. Kwa hiyo mfaransa akasema hivyo kuwa tunahitaji sasa tuweze kuweka uhusiano mzuri na Burkina Faso ili kambi zetu za kijeshi tuweze kuzirudisha. Lakini mwamba Ibrahim Traore hajaacha kujibu hilo, na lenyewe amelijibu, amemwambia Emmanuel Macron, mna uhusiano mzuri sana na Uingereza mna uhusiano mzuri sana wa kidiplomasia na Marekani. Mna uhusiano mzuri sana wa kidiplomasia na nchi za Ulaya. Je, katika haya mataifa ambayo una uhusiano nayo mzuri ni taifa gani ambalo wewe umepeleka kambi zako za kijeshi? Angalie hii point. <laughs> Angalie hii pointi ya mwamba Ibrahim Traore hapa. Mna uhusiano mzuri na Marekani, Uingereza na Kanada na mataifa mengine ya Ulaya. Je, kwenye haya mataifa ambayo una uhusiano nayo mzuri ni taifa lipi ambalo umeweza kupeleka kambi za kijeshi? Jibu ni hakuna taifa lolote ambalo wamepeleka kambi za kijeshi. Sasa kwa nini utake kuleta kambi za kijeshi katika taifa la Burkina Faso, wakati wale ambao una uhusiano nao vizuri haujapeleka kambi zako za kijeshi? Kwa nini utake kuleta Afrika kwenye taifa la Burkina Faso? Unakuja kugundua maswala ni yale yale tu ya unyonyaji, kwa sababu wanazitumia hizi kambi za kijeshi kunyonya mali za Afrika, na ndio maana unaona kwenye mataifa ambayo kuna kambi za kijeshi za Mfaransa, unakumbuka kuwa jeshi la nchi hiyo ni jeshi dhaifu sana ni jeshi la paredi, kazi yake ni kupiga paredi, lakini sio jeshi wakati vita vimetokea. Aliwahi kuongea Ibrahim Traore akasema, wakati wa vita vikitokea ndio utagundua tofauti kati ya vita na paredi, lakini wameyafanya haya majeshi kwa ajili ya kupiga paredi na sio kupambana au sio kupigana vita, ko ndio kauli ya mwamba Ibrahim Traore aliyompa wazi kabisa Emmanuel Macron. Wakati Macron anasema, tunataka turudishe uhusiano wa kidiplomasia na Burkina Faso ili tuweze kurudisha kambi za kijeshi katika mataifa haya matatu, kwa sababu wametimuliwa, hawa watu wameondolewa wote. Kwa hiyo haya ndio majibu ya Ibrahim Traore. Kwa hiyo wanafanya majeshi ya nchi yanakuwa dhaifu, ili waweze kupata nafasi ya kambi zao za kijeshi kuweza kuwepo katika mataifa haya na kambi hizi za kijeshi, lakini pia vilevile vile kuwatumia sasa, kuyatumia makundi ya kigaidi kuweza kuiba rasilimali. Ndio maana unakuta makundi ya kigaidi katika taifa la Burkina Faso yalikuwa yanamiliki mpaka migodi ya dhahabu, migodi ambayo baada ya Ibrahim Traore kuingia na kuanza kupambana nayo, kununua silaha, kwa sababu ukumbuke walikuwa hawaruhusiwi kununua silaha kwingine, maana haya ni makoloni ya Mfaransa. Manake walikuwa wanapewa silaha, na silaha wanazopewa wanakuta uwezo wake ni mdogo kuliko silaha ambazo magaidi wanazo. Ungeshangaa magaidi wametoa wapi hizi silaha. Kwa hiyo baada ya kuvunja uhusiano wa kidiplomasia, sasa akaanza kununua silaha Uturuki, kanunua silaha Urusi, akaanza kununua silaha ya China, Venezuela, huko Cuba, kote huku ananunua silaha. Lakini kikubwa zaidi ni hizi drons ambazo alizinunua Uturuki na hizi zikawa sasa, maana wanasema ni drons ambazo ikienda, iki, iki juu, uh, kwa kuangalia hivi, naangalia mzingo wa kilomita elfu kumi kwao wanaweza wakaona na zina uwezo kabisa wa kushambulia. By, by Katari, si kitu kama hicho hiyo droni inaitwa kwa ina uwezo wa kushambulia. Sasa baada ya hapo Ibrahim Traore akafanikiwa kurudisha migodi mikubwa ya dhahabu iliyokuwa inamilikiwa na makundi ya magaidi, migodi mikubwa mitatu ya dhahabu. I, imagine magaidi wanamiliki migodi ya dhahabu, ni hizi dhahabu wanazipeleka wapi? Siokuwa wanakula no, ni kwa sababu nyuma ya haya makundi ya kigaidi wako wa Faransa, ndio maana wanadestabilize amani ya mania. Aa, taifa hilo taifa husika alafu na kuya encourage kuya fund makundi ya kigaidi, na baadaye baada ya hapo wanaendelea kuchota mali na kuchukua mali. Lakini mwamba Traore amemwambia Emmanuel Macron naenda kaanzisha kwanza kambi za kijeshi huko kwenye hayo mataifa ya Marekani, huko Uingereza, Canada, alafu ndipo uje ulete huko kambi za kijeshi. Kama hauna kambi za kijeshi kwenye hayo mataifa tusione mguu wako hapa. Hii ni kauli ya kijasiri kutoka kwa Simba wa Afrika Ibrahim Traore, raisi Kapteni Ibrahim Traore, raisi wa Burkina Faso. Raisi huyu ambaye ni mwanajeshi aliyeamua kutumia bunduki yake kulinda rasilimali za Burkina Faso na sio kutumia bunduki kuwaumiza raia, hapana. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tuna washukuru kuendelea kutufuatilia. Mwenyezi Mungu awe nanyi na awabariki sana.